Sawa so, sawa so. sasa so, so. Yule band leader yetu Michael Jackson ndio akawafundisha ile music tukaanza band inaitwa The Tonics mhm, mm. Baada hapo, lakini kabla kabla wakati huo tufanye music, mimi ni nilikuwa nafanya kazi mhm, nilifanya kazi serikalini. Sawa so, sawa so. Eh, lakini nilikuwa nilipenda sana music mhm, alafu mm. ikabidi ni, mm. ni tuendelee music, tukapata contract kuna kuna hoteli moja kwa Splendid Hotel Mm. Pale Samora upande mm. wa huku ilikuwa Magots tukaanza, yeah. kupata contract pale kuanzia Novemba elfu moja mia tisa sabini eh, sitini na saba mm -hmm. tukaendelea mpaka Juni sitini na nane. sawa sawa. Sasa nikaona kwamba kule nafanya kazi mm. lakini mshahara kaona mdogo, huku napata hela nyingi yeah. maana licha lichai zilikuwa kipata tip na matipu mengi na nini. Yeah. Kwaona hapa ndio kazi hii. <laughs> <laughs> <laughs> Ngoja nifanye ajira. Yeah, ngoja nifanye ajira. Mm. Eh, kwa kweli hata kule kazini nilikuwa wakati wa serikali kwa kianza saa 1:30 mm. mpaka saa 8:30. Ndio. Yeah. Sasa mimi napata muda wa kupumzika, alafu tunakwenda kwa mazoezi, alafu tunakwenda yeah. kufanya kazi. Mm. Usiku kuanzia saa 3 mpaka saa 9. Mm. Pale na nikaenda ofisini kule na wahi na kwenda kulala kwanza, umlangu, kwanza kwa mm. kiamuka, na kufunga mlango kwa ofisini kwa peke yangu. Mm. Alafu nikaamka naendelea na na kazi yeah, kaendelea hivyo halafu, vizuri ikabidi kwamba wale mabosi wangu a, wanakuja kwenye music nao. Okay. Wakanipenda sana mm, lakini nikaona hapo niache music niache, ni ni nani kazi. Kazi nini, um, kwenye music ujikite, sasa kwenye music, nikajikita kwenye music. Mm. Mm, na tukaendelea mpaka bendi ilipokuja natembea sana Tanzania mm, tulikaa sana Arusha mm -hmm. E, tukaenda Tanga mm. na Moshi of course Moshi mm. tukenda Tanga mm. tukenda huku e, Ngorongoro tuliito sana mara nyingi Ngorongoro mara mm. baadaye tukenda Msoma eh huku Mwanza mpaka Bukoba mm. alafu tukarudi Arusha baadaye. Baada ya kurudi Arusha tukarudi tukaja tena dar es tulikwenda Mombasa mimi na bendi okay. Kumbe eh, kumbi mitoka hata nje nje Mombasa tukapiga kwa mana, manai club ya Mombasa kule mm. alafu tukarudi.